Haya yamejumuisha watu wote, yamejumuisha ambao ni wa, wa, wa, wa ajiri, employers au clients, lakini pia yamejumuisha wakandarasi na yamejumuisha uh, watu ambao wana makampuni au watu ambao ni washauri elekezi consultants. Kwa hiyo tunawafundisha wote kwa umoja wao, kwa sababu katika swala la ongezeko la kazi, madai na utatuzi wa migogoro, watu wote hawa wanahusika. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kujua jukumu lake katika kupunguza, uh, kupitia mafunzo haya washiriki wa mafunzo iwapo watafuata yale mambo tuliyo yajadili kuhusu namna bora ya kupunguza mabadiliko katika shughuli zetu za ujenzi, tunategemea tutakuwa na mabadiliko machache. Iwapo kutatokea madai, basi hayo ya madai yatakuja kwa namna ambayo ni sahihi, yatashughulikiwa na kupatiwa ufumbuzi. Lakini iwapo yatashindwa kushughulikia akabadilika kuwa migogoro, basi njia sahihi zilizoainishwa kwenye mikataba yetu zitatumika kutatua migogoro hiyo. Mara nyingi variations zikitokea zinaathiri moja kwa moja gharama kwa sababu zile ongezeko la kazi zinasababisha gharama za vifaa, rasilimali pamoja na hizo kazi za nyongeza. Um, nimeweza kuongeza ujuzi wa namna ya kutambua namna ya kuepusha na kusimamia hii migogoro variations na, na claims. Um, nimeweza kuongeza ujuzi pia katika masuala ya kisheria na kimkataba namna gani ya kuweza kukabiliana na hizo changamoto zinazotokana na variations kwenye miradi. Kwa hiyo, nimepata vitu vingi sana kutokana na mafunzo haya ambayo yatanisaidia na kunijenga kusimamia variations claims and disputes kwa ufanisi katika miradi ili kufanikisha miradi yetu kukamilika kwa muda uliopangwa kwa ubora uliopangwa na kwa gharama ambayo ilipangwa kimkataba. Changamoto kubwa nazopitia hasa tukianzia kwenye mabadiliko ya kazi yani variations ni ule mtazamo au uelewa wa watu wa maamuzi. Watu wa maamuzi wengi wanafikiri kwamba variations ni hazitakiwi kuwa kwenye mkataba, lakini kwenye mafunzo haya tumepata kujifunza kwamba variations zipo kwenye mkataba kwa sababu ya complexity ya miradi ya ujenzi. Ukiangalia kwenye upande wa ku, kuandaa madai tuna changamoto kubwa jinsi ya kufata taratibu za uandaji wa madai, hasa kwenye ni zile hatua zinazotakiwa kufuata kama notices.